Leo tupo na msanii kutoka, atatuambia mwenyewe, msanii mwenyewe, bring bring, kama mnavyomuona, atatuambia ametoka wapi na atajitambulisha muweze kumfahamu vizuri. Hiyo bwana Mr. Matabe, hebu waambie watu umetokea wapi? Yo yo yo mwangu, mimi naitwa Matabe mwangu, kutoka Shai Town mwangu, Shai Town mwangu. Ah, kama mlivyosikia, msanii wetu ametokea Shai Town yani Shinyanga

Na mimi show yangu naifanya siku ya Christmas. Pale Makindo Hall Shai Town wangu. Mimi ni wazi.